Anasimama hapo mhubiri, Bwana asifiwe. Wale ambao wa imeandikwa <laughs> na mafungu yetu yale yanaeleweka Sabato, na mafungu yetu ya kukashifu watu na kashifu watu huko tunashatoka. Hubiri watu wamuone Yesu, Bwana Yesu asifiwe. Lakini ubunifu tunao unaosema, naomba nikupe siri Mulish, naomba niongee hapa. Mlishawahi kuwaona Roman Catholic wanahubiri? Jamani, mlishawahi kuona Roman Catholic wanahubiri? Kwanza wahubiri nini? Kwani wana ujumbe, wana utume? Sisi tuna ujumbe, na ujumbe wenyewe wanasema mcheni Mungu na kumtukuza, maana saa imekuja, na ujumbe wenyewe ni ujumbe wa malaika watatu, ya kwamba watu wamche, na wanaomcha Mungu waache watunze amri za Mungu, si ndio? Hivyo sasa, wao wana ujumbe gani? Hawana. Na kwa kuwa hawana, lifestyle yao ya kwanza, wanajenga makanisa mazuri. halo wanapojenga makanisa mazuri hiyo ni ubunifu wa kuwaleta watu wamuone Mungu. Hivi tunatoka kwenye maisha magumu, unakuja na kanisani, kanisa lenyewe linakuonyesha hali ngumu hivi, unamwona Mungu kweli? Jamani, empunga mkono wanaonifuatilia, yaani unatoka nyumbani unakalia kigoda, unafika kanisani unakalia tofali <laughs> Na hapo ndio tunawahubiri. Tunaenda tunahubiri, tukishahubiri, tukishahubiri, tukishahubiri, tunawaacha watu wanakalia kwenye miti. Tunawaacha tu kwenye mti hapo. <laughs> Tumemaliza kuhubiri. Ukipiga gharama wale wahubiri wenyewe wanakula kama nini? Wanakula kwao, wanakunywa maji hata hajachemshwa. Wakifika yeti kwenye mahubiri wanaanza kusema sisi tunakunywa dasani. Yaani bila dasani mtumishi wa Mungu hatukuelewi. Unajua, mimi kwao wanakula ugali na mlenda. Wakifika kwa, kwa mahubiri wanasema, unajua mtumishi, kazi ya Bwana ni kazi ngumu, kwa hiyo tunaomba tu tukwambie vitu tunavyokula sisi. Ile mida fulani sisi tunakula chapati asubuhi, chapati tu na kaasali hivi, hata na kachai kama maziwa. Mchana leta ugali na samaki. Alafu ile jioni wewe leta tukawali na ka... Sikiliza, huo sio utume wetu. Yaani wewe unaliingiza kanisa kwenye gharama kubwa yakula. We... ya nini? watu kuna watu wanaleta magharama makubwa, wanaharibu. Sikiliza, elewa utume. Na kwa sababu hiyo si maanishi ya kwamba eti wanaohubiri wasile kuna watu wengine wao hawaelewi, kuna watu wengine wao hawaelewi mimi nikihubiri. Yani wewe usiseme kwamba alitufundisha tusio, sio tunawalisha, sikiliza wale, lakini waelewe kwamba wanachokula si kwa kwa shinikizo. Yani wanataka kuwashinikiza watu mpaka mpaka wawe na pressure, wakati kazi yao ni utume. Unakuta kuna watu wanatumia gharama kubwa, alafu mahubiri, wamebatiza wangapi? Watano. Gharama tumetumia ngapi? E, milioni tano zimefika. I, zimefikaje? Unajua yule mwinjilisti aliomba laki tatu kwa ajili ya kusupport familia yake alisema ina njaa. Mm. Ehe, unajua usafiri wa wale wanakwaya tulilipa laki tatu kwa ajili ya kuleta ile kwaya. Zimefika laki ngapi? Laki sita. Un, yani ukileta yani ukianza kuleta ile unakuta yani gharama imeshakuwa kubwa. Alafu watu waliongolewa watano, alafu mnamalila pale mnawaacha kwenye mti wanakaa pale, hamna tawa kuwatembelea hamna kuwafuata, hamna kuwatia moyo, wanatawanyika. Jamani, tuweni wabunifu, wanaweza sifiwe. Cha kwanza tunachotakiwa kukifanya tunapo ubiri tujenge na kanisa hata kama ni kadogo kazuri, watu wakitoka huko wanafika pale, wanasema kweli tuko miguuni pa Yesu. Kakanisa kadogo kazuri kana tairizi kana visafi, anapumua. Hata kama ni watano, wakishakuwa na wao wengi, wana nguvu, si watasema na wao na sisi tujenge zuri. Sasa kuna watu wana akili dormant, wanadhani kujenga kanisa zuri eti, jamani, tujenge, tujenge ni Freemason eti jamani, tujenge, tujengeni gorofa, tujengeni ah, gorofa. Hapana, hizo hela tutatoa wapi? Kazi siyo ya kwako, ni ya Bwana. Wewe kukubali, Bwana ataleta. Anajiwekea ngome, anaona yaani bila yeye hapo mambo hayaendi, yaani wewe, watu ukifa mambo yanaenda. Kwa hiyo wewe kukubali tu, tuna ufanye jambo la maana, tuweni wabunifu, tufanye kazi ya Mungu kwa akili. Haleluya! Ninamaliza hiyo. Principle nyingine Prinsipo nyingine ishi ethically, utumishi ni wa ni wa maadili. Bwana Yesu asifiwe! wewe unapokubali kuwa mtumishi wa Mungu, ishi kwa ethical, ishi kwa maadili. Eti na wewe tu umekubali kuwa mtumishi wa Bwana, wanakuita kabisa mtumishi. Maana ya mtumishi ni mtu aliyetumwa. Sasa mtumishi anavyoishi, sasa nenda nyumbani kwake, amepanga na wapangaji wake akiamka asubuhi mwanaume mzima na ndevu, amevaa boksa, hana hata singlet, kifua wazi, saa mbili ameamka napiga mswaki, wanamsalimia, ujambo baba Yakobo. Ah, sijambo tu, hana shida. Wewe wewe ume, umeitwa wewe una, wewe wewe unajua wito wako wewe, kweli? Yaani unatoka na boksa, mtumishi, mtumishi uliyetumwa na Bwana, unapiga mswaki, unachotafuta ni nini? Umetumwa na Shetani umetumwa na Bwana? Mama unakuja eti kwenye utumishi, kwenye kwaya kabisa, unakuja mbele, umepasua mpasuo pa mpaka hapa paja lote liko nje, eti naenda kumwimbia Bwana. Wewe huo ni utumishi? Huyu Ufa... ni mtumishi? Unajua kuna kuna maisha mengine watu wanajikuta wamejitengenezea kesi wenyewe yaani wanajitengenezea anguko wenyewe. Ameanguka siku hizi ameanguka, wewe mwenyewe umejitengenezea anguko, tena anguko kuu. Unapo unapovaa paja liko nje, unataka nini? Unakuja kuimba kwae, unataka nini? Matangazo wakikufata unasema kwamba huyu baba ni malaya, kumbe wewe mwenyewe umeleta ishi ethikale. Wewe ni mtumishi wa Bwana, utumishi ni ethiko. Bwana Yesu asifiwe. Msomaji, ngoja niwaambie, nisomee tu aka kipengele, maana niko karibu kumaliza, namalizia kabisa hapa. Nisomee hii kitabu hii, nisomee hii inaitwa, nisome, hii, hii, Matayo kumi mstari wa tano uende wa kumi na sita na kumi na nane hapo tu, imeandikwa kabisa, ethically ishi kwa tahadhari na watu halo kwa nini unajiachia hivyo wewe ni mtumishi wewe ni mtumishi wito wako sio wa kujimwaga namna hiyo ishi ukijua mimi nimeitwa usipavanya pavanya mdomo wako umbea acha hayo maisha utagonganisha watu kila unalolisema lichunguze kuna watu wakianza kumwaga nani hivi madomo makubwa wanagonganisha huku ishi kwa principle Eti kijana mwimbaji mwenzako saa mbili mmekaa kwenye kona, eti mnapanga namna ya kufanya zoezi, kweli? Eti mwinjilisti saa mbili usiku unaenda kutembelea kwa mtu saa nne usiku, nenda kuwatia moyo, alafu mwanaume mwenyewe hayupo kwenye familia ile, yuko kwenye majukumu, eti wewe umeenda kuwatia moyo, kweli? Huo ndio utume huo? Huo huo ndio utume, umeitiwa unawatia moyo hivyo Unajua, yule mama ni mjane, alishafiwa mume wake, kwa hiyo nilikuwa nimeenda kuwatia moyo. Una chati usiku na message na mke wa mtu, halo, unaendeleaje mwanakwaya mwenzangu? Unajua wewe wewe nani? Mungu amekubadisha usiku, eti namtia moyo wewe. Ishi kwa pre, ishi kwa ethics, ishi kwa maadili ya utume. Utume wetu sio, si hayo utume wetu ni kutangaza habari za ufalme wa Mungu, habari za kuombea na habari za kuwatibu wale walio wagonjwa. Sasa unafanya mambo gani hayo mengine? Vaa vizuri, kula vizuri, nena na watu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Acha mambo mengine yasiyoeleweka. Nina ninakwenda haraka haraka, namalizia ya tano. Ya tano, utume unahitaji ufadhili. Nisikilize. Kazi ya Mungu haiendi hivi hivi bila kufadhiliwa. Hiyo ni kanuni kabisa. Ili injili iende mbele, inahitaji ufadhili. Luka 11 mstari wa kwanza hadi wa sita, na Luka 10 mstari wa 38, itakuonyesha kwamba Yesu mwenyewe alipoianza kazi ya Injili, mfadhili wake mkuu, kama mjui, alikuwa ni Lazaro. Halo la alikuwa anaenda kwa Lazaro, anapiga msosi. Akishapiga msosi wakina Masa na Mariamu ndugu zake na Lazaro wanampikia msosi. Mpaka siku moja Masa alikuwa analalamika. Anasema bana, mbona mimi ndugu yangu Mariamu ye kila saa amekaa tu kwenye miguu yako Yesu? Mimi napika. Anamwambia, "Okay, kukaa kwangu sio vibaya, amechagua jambo jema." Eh? We unashughulika tu na mashughuli sasa. Lakini mfadhili wake mkuu alikuwa ni Lazaro na sio tu Lazaro. Wakina Zakayo walipotembelewa, waligonga msosi wa maana pale kwa, laza, kwa Zakayo. Vipi yule Mariamu siku anaenda kumpaka Yesu mafuta na nywele zake? Si walikuwa kwa Simoni waligonga msosi wa maana. Wewe fadhili kazi ya Bwana, kazi ya Bwana inahitaji ufadhili. Haleluya. Ukiwa umebarikiwa hela, toa hela kwa ajili ya kazi ya utume. Kuna watu wanakuwa na hela, wana masharti magumu kuitoa hela. Yaani, akitaka kuitoa hela mpaka hasa unajua. Unajua mimi nisipotoa unajua. Kwani kwani wako yani, mimi mchungaji ya, maelezo kibao. Wewe una hela nini au hauna hela? Watu wenye hela wanajua wamepewa na Bwana. Waliopewa na Bwana hutoa kwa Bwana kwa kazi ya Bwana. Haleluya. Maana Bwana ndiye awapaye, ila waliopewa na waganga wa kienyeji ndio wenye masharti. Paka mumwabudu abudu kidogo, mumsujudie sujudie kidogo, maana ndio anatamani kuwa bosi, kwamba akitoa mkimwabudu kidogo wataongezeka kumwabudu, hela itaongezeka. Toa hela kwa Bwana, haleluya. Kazi ya Bwana inahitaji ufadhili. Kama unaweza kununua mabati, nunua, jenga makanisa. Kama una uwezo wa kuorganize wenzako, wenye hela wenzako, mfanye jambo la maana, fanyeni maana, mnafanya kwa ajili ya Mungu, haleluya. Mimi nishawahi kuona mahali fulani, majamaa matatu yamebarikiwa, yakaitana, alipoitana akasema jamani, eh Hivi kweli tutaabudu kwenye kakanisa ka hivi sisi. Mbona Mungu wetu ni mkuu sana. Sisi huko nje tuna tuna hela tu watu na tuheshimu. Tukija kwenye kakanisa kia tuka ajabu ajabu. Kwani tusijenge kanisa la heshima? Majamaa yalipo jiorganize yakaitana. Yakatafuta marafiki. Mwenyewe tu kimya kimya akamfuata mchungaji mchungaji. Eh. Ni mmoja tu mchungaji Yesu. Tunataka sisi tujenge kanisa hapo. Mjenge. Eh, na hela wewe mchungaji mchungaji, mambo ya hela sisi tuachie. Mungu wetu anajua tutakachofanya sisi. Tunataka tujenge kanisa. Akasema songeni mbele, maadamu mnamfahamu Mungu, haihitaji baraza hiyo, haihitaji nini. Maana kuna watu hata hela hawana lakini bado wabishi. Kuna wengine wana hela kidogo lakini wabishi. Huo sio utume. Wewe kama una hela, wenye hela wanataka kufanya kazi, nyamaza, acha, usimzuie Roho wa Bwana afanye kazi. Imeandikwa, usimzimishe roho kwa namna yoyote ile, yatendeni mambo yote pasipo manung'uniko, mpate kuitwa wana wa Mungu. Sasa kuna watu wengine hawaelewi. Sasa wewe kama una hela, mkajikusanya hata watano, mkasema tunafanya vitu, huo ndio utume. Watu wanafanya jambo kubwa pa hey. moja nikuchekeshe. Siku moja nilikuwa nasoma uchungaji mwaka elfu mbili na kumi na tisa hapo nilipoenda nikawaambia kanisa langu, jamani, naomba mnisupport naenda masomoni. Wakakaa baraza, walipokaa baraza wakachakata, mnamsupport yeye? Mbona kama ni hivyo, si kila mtu sasa tumsupport mtoto wake, hey? si nini? Kila mtu akaleta sababu zake hey. Mwisho wa siku baraza likasambaa bila mwafaka, afu jamaa mmoja tu likaniita, wewe mtumishi, mimi tangu zamani nishakuona wewe una cheche za kichungaji. Nikwani nimeshindwa tu kukwambia uende uchungaji. Hivi ada wanalipa shilingi ngapi? Kamwambia, mzee kwa, kwa gharama zote na nini na nini na nini? Labda tufanye, labda hata milioni nne kwa mwaka hivi. Ah eh. Sawa mtumishi. Niombe baba. Hamna ni shida. Ile tu jioni, yani nasema tu jioni, mali niambia, naomba namba yako ya simu. Niombe tu. Jioni tu nikashangaa imeingia milioni mbili na laki tano. Ngechere. Alafu alina mjadala hakuna cha baraza, hakuna limerusha. Mimi nikasema naenda kufanya utume wa Bwana. Kuna watu wa yani, hawana hela wabishi wa mjadala, ukianza saa mbili ajenda ndogo mpaka saa kumi na mbili wiwi, toa hela tu, una mwenyewe. Haleluya! usiifanye kazi kuwa kama ya kwako, hiyo ni kanuni. Usiifanye kazi kuwa kama ya kwako, elewa kuwa utume una mwenyewe. Usiweke kizuizi, usiweke mgomo Usiweke maringo, usiweke shida yoyote kwenye utume. Umepewa sauti nzuri, imba kwa furaha, ukijua unamtukuza Mungu. Umepewa karama ya kufundisha, fundisha. Umepewa karama ya kufundisha, kuhubiri, usiwe na kiburi, kuwa mnyenyekevu, Bwana akutumie. Maana yeye ndio mwenye kazi, atakuinua. Acha kunyosha mabega, kujibusti, kujiona, hapana. Kuwa hambo, kuwa mnyenyekevu. Bwana atakutumia mno. Kanuni ya saba: mche Mungu na kumtukuza katika kila alilokutumia kulifanya. Akikutumia kutoa hela kujenga kanisa, mshukuru Mungu akupae. Haleluya! Usianze unajua, nisingekuwa mimi, nisingekuwa mimi kutoa ile, yani wasinge wasingefika popote. Unajua mimi, mimi ndio nilitoa. Bwana atakupiga pamoja na kutoa Bwana atakupiga kunyang'anya na hicho kidogo ulicho nacho ambacho kinakupa kiburi na Bwana. Unajua uo na, anawapiga. Anakupigaje? Unajua anakupiga tukio, na lile tukio kisha lipata unafurukuta nalo, unafurukuta nalo, unatoa pesa nyingi mpaka akili inataka kuyumba maana wewe unatoa tu kidogo kwa Bwana, unataka mpaka watu wote sasa waje wanajikusanya, waje wanajikusanya kwako, kwamba unajua yule bwana, unajua yule bwana ndio mwenye hela. Sikiliza wewe, umebarikiwa na Bwana, fanya kadri ya uwezo, maana kazi sio ya kwako, ni ya mwenyewe. Haleluya. Na una sehemu ya kuishia, sio kila mahali kila chochote, sikiliza, cha kwanza kabisa, ili uweze kuwa mtumishi mzuri katika kazi yetu ya utumishi ya unjiristi ya utumishi kanisani, moja, anza na Yerusalemu. Cha pili, nenda Uyahudi. Cha tatu, Samaria, na mwisho uende mwisho wa nchi. Yaani, yani, inamaanisha kuna watu wana migogoro kwenye mafamilia wanagombana mke wake, alafu huko anajifanya wa kiroho, anajua utume. Sikiliza, familia yako itengeneze. Mama unaimba sana, ndio unaimbia wengine, lakini wewe mambo yako yako ovyo. Tengeneza kwanza mambo ya nyumba yako, ipende familia yako. Jua Mungu amekupa hiyo familia, ipende hata kama uliolewa na mwanaume mwenye miguu mikubwa kama hii spika Kukubali kuwa ndio mme wangu, mpende, maana alishakuoa, ulikubali. Alafu mtumikie Mungu ukiwa na furaha. Si unakuja hapa kuimba Yesu alitufia Yesu, afu ukimwona mme wako unafanya. Yaani, wewe unapiga makelele hapa. Utume wako ni nani sense? Kwa maana wewe unakuja hapa kutuhubiri lakini mambo yako yako ovyo ovyo, hakuna amani nyumbani. Haleluya. Anza kwanza na Yerusalemu. Ukishatoka hapo nenda sasa na kwa wengine majirani zako, marafiki zako. Watu wale watamuona Mungu kwamba kweli familia fulani ina Mungu. Maana hata yeye jamaa ni mcha Mungu. Mcha Mungu wako, wewe umejaa utapeli, wewe mwenyewe kwanza ni tapeli, katili, nina maneno magumu, alafu ukifika hapa Mungu anasema, Mungu anasema, na sauti yenyewe unahubiri kwa nguvu, alafu mambo yako yako hovyo. Huo ni uigizaji. Ishi uhalisia wako jamani. Bwana sifiwe. Punga mkono kama mnanielewa jamani. Ninamalizia kabisa, nimemaliza kanuni zote nane na malizia, nasema hivi, ushamaliza familia yako, basi nenda kwa jirani yako, nenda kwa watu kanisani, nenda kwa hubiri kule na kule, tembea kila mahali ukiwaambia watu habari za Yesu. Usikimbilie kuhubiria wengine, Jihubirie kwanza wewe. Achana na migogoro kwako, usiendekeza migogoro kwenye familia yako. Kwanza unatesa watoto, unanyanyasa mume wako, mume wako namfanya awe na stress kila anapokwenda. Ndio maana hela haziji, maana wewe mwenyewe umechochea mgogoro. Mwanaume akiwa ana mgogoro kichwani, hata hela uaga ajui kutafuta, akifika tu kule anaanza mawazo lakini wewe mwanamke ukiwa na mtia moyo, "Baba, wewe ni mpambanaji," hata unajua kabisa umeolewa na kazembe, wewe katie, wewe baba ni mashine, wewe baba ni mpambanaji, jamaa utakaona kameanza kujitutumua sasa. Wewe nakavunja, unakaambia wewe, kika kama mwanaume genye ka ovyo ovyo. Katafanyeje kazi? Tutiane moyo wenyewe kwa wenyewe. Haleluya! Kwa hiyo muruhusu Mungu atende kwa ajili yako. Acha kuwa na moyo mgumu fanya kazi ya Mungu. Yesu akasema katika Mathayo 29 mstari wa 30, jitieni nira yangu. Yaani tuvae joki yake sasa. Nira si nilile joki. Si mnalifahamu joki? Eh, vaeni nira yangu. Yaani tuvae lile joki sasa. Tuwe tayari kuchapa kazi. Vaeni nira yangu. Halo. Vaeni nira yangu. Mjifunze kwangu. Tunapoingia kwenye kazi ya Mungu, tunavaa kazi ya Mungu, tunajifunza kwa Mungu, kwa Yesu mwenyewe. Anasema mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, alafu anamalizia lasimu, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Maana utaimba kwa raha, hauna mzigo. Haleluya! utahubiri kwa raha, hauna presha nyumbani. Utakwenda utatoa sadaka yako kwa raha, hauna presha sasa kuna watu wanaingia kazini, wana wana mapresha, wanataka waliendesha kanisa kama wanavyotaka wana. Wakikataliwa wanakuwa na stress na migogoro na wengine wanataka kuasi. Sikiliza, yaani unayoyafanya hayo hayana maana. Utume wetu sio hivyo. Kuwa mpole, kuwa mnyenyekevu, piga kazi ya Yesu, utakuwa na raha. Tusimame tuombe.